Kama shemeji, emchoo kwanza. Ka kashaanza huyu na ushamba wake, jamani, kama bwana shamba. Hii nyumba inachosha saa shemeji, changamsha, ukiitwa aya. Umetoka sa wapi? Dukani yani dukani kule kulivyokuwa mbali, umeenda umevaa nguo hii asa hapa. Hii nguo shemeji, na shida gani hii nguo fupi na vitu vyangu vya humo? Wewe shemeji, hivyo ni hatari. Nikivaa wewe mwenyewe utasema hii ndefu kabisa, mama mchungaji. Ah, ni watoto mimi, nimesha wakataza mara ngapi? Ndani we na ndugu yako eh? Mimi sitaki mavazi haya hapa kijijini haya. Ha, mavazi ni ya tofauti na haya, mazingira ni tofauti. Hizi nguo mkivaa mkiwa mjini kule ni sawa, lakini huku ni kijijini eh? Watu hawapendi hizi nguo za hivi, mnanizalilisha mtaani nyinyi jamani eh? Wewe nguo hii ya kuendea bichi, nguo hii ya kwenda kuogelea, wewe ndo unaivaa unatembea barabarani kweli eh? Alafu nakuuliza na nijibu tu unavyotaka. Oh, hii nguo haina shida, hii nguo si nini wewe. Sitaki tugombane hapa yani, sitaki kabisa. Hii nguo nimeshawakataza wewe pamoja na dada yako. Sitaki mtu avae nguo fupi nyumbani kwangu. Hii nguo ndefu kabisa. Hii na kanisani naenda vizuri tu. Na kushangaa eh, shemeji unavyosema fupi. Hilo kanisa ambapo unaingia umevaa hivyo labda makanisa ya mjini. Huko kijijini kwetu huku, hii huwezi kuingia nayo. Eh? Halafu, hata hivyo hata mjini hakuna. Mtu anaweza kuvaa hivyo aende kanisani, hakuna, sio kweli, ni uongo bwana. Eh? Wewe. Hem tuelewane mimi ninachokwambia. Mimi sitaki mavazi ya aina hii huku nyumbani kwangu. Mnataka nionje Kiswahili gani ili mnielewe? Sitaki jamani eh. Sasa naomba unisikilize wewe. Nuna, kasirika fanya unavyoweza wewe. Weka mama nuna, nuna. Nuna, nuna. Ah, kwenda. Shemeji kuvaa nguo ndefu sio maadili. Maadili anatoka ndani ya moyo wa mtu. Nakushangaa unavyoniambia sio nguo fupi, sijui ujinga. Sio ujinga, kwenda Yani, sijui upoja mtoto au nieta aibu eh? zile nguo wenzio wanavaa ki wanaenda bichi kuogelea, yeye ndo ndokavaa natembelea mtaani, anatembelea tu mtaani eh! na kwa leo hapa nimepata nashamji jama, mpaka waondoke hawa. Dada, samani hu nakuona mara kwa mara unapita lakini sijawahi kupata wasaa wa kukutana na wewe na kukwambia hicho ambacho nataka kukwambia. Ukweli ni kwamba moyo wangu unataka kupenda sana. We kaka, si umeoa? Ah, wewe ni kweli, nishawahi kuoa ila saizi sina mwanamke kwa sababu tushaachana. Hivyo basi nipo mwenyewe wenyewe, nasemaga hamsingo. Aya, basi baadaye, saizi no, na wai wateja wangu nitakutafuta.

Udugu huyo shoga yangu, huu mguu uliko hapo, nakuja kwenu. We, kuna nini tena? Mbona kama hivyo? Sinakutana na shamba boys, kantongoza. Sasa ikawaje? Sijamkubalia, nimemwambia nitampelekea jibu lake, hivyo tumepanga kuonana. Yani umepiga kama maele, udugu wangu sasa nataka hiyo siku ambayo nampelekea jibu lake tufanye plani. Aina shida, mi siwezi kukusaliti. Yani unavyoenda kumpa jibu lake, na nami natokeza pale pale, nataka hela yangu. Aina shida, mimi nitakujulisha. Nakuaminia, ndio maana wewe, udugu wangu, wa faida hapa kijijini, na siwezi kukusaliti. Udogo. Haya, basi, ngoja mi niondoke zangu. Haya, sawa. Binti, una mazoea gani na Clever? Mazoea na Clever? Rafiki yangu tu. Hmm. Rafiki yako ndo msimame naye vichochoroni eh? Rafiki yako mwe mnasimama kwenye machaka, vichaka, si ndio? Nisikilize nikwambie, yu yule ni rafiki yangu wa muda sana, kwa hiyo tunaongea popote pale. Nijibu kabisa. Hmm, ndio ni kitu cha kawaida. Sasa sikiliza nikwambie wewe ngedere, tena koma mimi nikiwa kama shemeji yake cleva, sitaki mazoea. Yani sitaki uwe na ukaribu naye nice. Sijui unanielewa vizuri? Mwanzo na mwisho leo ninavyozungumza hapa, misiona dawako koma. Sijui unanielewa? sitaki niwaone kwenye kichochoro wala njiani wala wapi, popote pale na utakapomuona, kimbia mita mia mbili sitini. Sijui unanielewa? na kama ujui hizo mita mia mbili sitini uje nikufundishe. Jamani takuwa limevurugwa alipo sayo. Ah, samani kwa kukuchelewesha. si unajua si watu wa kijijini, mpaka tufanye mambo fulani hivi, tujiandae, tulime nini. kwa hiyo jchelee. kwa hiyo Oh. kwa hiyo Oh. leo jibu langu nalipata. Ya, nimekuletea jibu lako. Ay, nalisikiza Nimeamua kukubalia. Kweli. Kweli. Okay, mnakubalia. Ni kweli. Nitaamini vipi sasa kama mnakubalia? Yaani wewe jua tu mimi nimekupokea na nimekubali kwa mikono miwili. Moyo wangu uko safi kabisa. Sema kweli. Kabisa. Pity Shambaboi, ulizani sitokukamata hmm? Ulizani sitokukamata tufahamiane, tusifahamiane, mi ndio isha kubamba hapana. Nataka elfu mbili yangu kwanza. Kaa chini, kaa chini, sikiliza shambaboi, mi siozuzu kama unavyofikiria. Nataka elfu mbili yangu, si unanielewa? Mmenizalilisha mbele za watu jamani, najua kuzalilisha ulivyokuwa na ni binuwa binjnani, kuwa uelewi kama kuna kuzalilisha. Nataka elfu mbili yangu, ukionekana kumbe una chochote, lete hela. Watu hapa barabarani, nitakufanya vibaya shambaba, utakao nisahau. Nataka elfu mbili yangu kwanza, toa hela kwanza, unanichelewesha wewe mbwa. Tulia babu. Mwanaume mzima unatembea na hamsini tena mbovu? Mbona hamsini mbovu hivyo? Unajielewa kweli? hamsini mbovu, jamani! Jamani, hamsini mbovu yani, ulivyokuwa mzuri unatembea na hamsini mbovu, hamsini mbovu, mwanaume mzima. rafiki yangu nikwambie, ki katika pitapita zangu kakutana na shimiji yako bwana Sindo, akaanza kunitolea maneno makali, amenichamba amenisema, kanitolea maneno kiasi kwamba mpaka mwenye mwili wote umenisisimka. Kaniambia niachane na wewe, kaniambia yaani, kuhusu wewe, na akasema kwamba hataki kuniona nitua na mazuia na wewe. Na shida vipi? Ulimwambia kitu chochote? kana mimi netu na mahusiano, usiwe na shida naye. Siku nyingine akikusimamisha sijaanza kuzungumzia, mwambie hivi mimi na mimi wewe hatufahamiani kwa lolote.

ukibanabana sana utasema, sasa ole wako. Liwe siri hili jambo kati yangu mimi na wewe. Mm, mimi si semi bwana, jiji langu linagandisha basieshi. Haya, baadaye. Basi ngoja mimi niende. Vipi, udugu safi? Yaani shoga yangu, asante, maana siku zile ulinisaidia kumbamba yule shamba boy, ila tulimkomesha. Shoga yangu, wewe ndio ulimpataje pataje yule eh? tama tama za hela hizi, shoga yangu, nadhalilika mimi mtu mzima, ila hata sikubali, yaani mpaka nahakikisha napata hela yangu. Unapataje wakati juzi tu amekukimbia Nimekumbuka kuna njia Yuzo alinipa hiyo njia, nikiitumia tu lazima nitapata hela yangu. njia gani? ni kuhusiana na mke wake, nitadili naye ipasavyo.